Ataingia moto mkali na si yeye peke yake, wa mraatuhu na mkewe, umujamii ni watu waliokuwa karibu sana, nasaba zao, koo zao, kabila zao. Lakini Allah anatueleza tena katika Quran wala sio katika hadithi, usije ukasema ni hadith dhaif, kwa sababu wamemwasi Mwenyezi Mungu wamekataa amri za Allah fannaru liman asa walau kana sayidan qurashiyan qariban waljannatu liman ata. Ndugu zangu Waislamu, tukisema moto labda ni rahisi kutamka katika ndimi zetu na ni rahisi kusikia katika masikio yetu, na kila ukifika katika misikiti na madarasa utasikia moto moto, jahannam, jahannam, ni rahisi, umezoea kusikia, lakini uhakika wake na mapambano yake, sasa uwe wewe, labda tukupe mfano tu wa moto wa katika dunia. Na wema waliotangulia walikuwa baadhi yao wakiugusa, ili kwa ajili ya kujikumbusha na kuyamsha nafsi yake kwamba ikiwa hali ya moto wa duniani ni huu, utawezaje wewe fulani bni fulani, hali ya moto wa kesho akhira? Wengine wakijichimbia makaburi yao, akiingia ndani ya mwana ndani, alafu anajifunika baada ya kupata joto kali na mazingira ya kule kuyaonja, anaisoma ile aya rabbirji'un

Ulimlilia mola wako, unataka kurudi sasa. Allah amekurudisha sasa, fanya kile ulichoahidi, kabla haijaja siku ambayo utaomba kurudi hautarudi. Hawa walikuwa wakijikumbusha maisha ya barzakh kwa staili hiyo. Tunajikumbushaje moto wa akhirah? Kwa kuona moto ambao tunapikiwa chips moto ambao ni makaa tunayaona katika dunia, tunaukumbuka moto mkali ambao Mwenyezi Mungu alikuwa hana haja hata ya kutuambia sisi huo moto ni mkali. Akisema tu moto, basi ingetosha, lakini bado anasema ni mkali. Mwenyezi Mungu tusalim salama waja wako, hakuna katika sisi mbabe anayeweza kuvumilia moto wa duniani, sikwambii moto wako wa akhera, ya yarab lakini moto huo na adhabu hiyo ya motoni, nitakupa mfano mdogo, ndugu yangu, huondoke nao, itakuwa ni chachu ya kuweza kuogopa moto wa akhira. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, msalie bwana Mtume, huenda sala hii ikawa ni sababu ya kuokoka wewe na moto siku ya Kiama.

katika magu, katika miguu yake iliyokuwa peku, miguu ambayo haina kiatu. akhbasi qadamai jamra, ka litawekwa ka la moto katika chini ya mguu wake. Mtume anasema fayaghli, litatokota minha, kutokana na kaa lake hilo la moto lilowekwa chini ya mguu. Dimaghuhu, bongo lake kama yahli lma kama vile maji yanavyotokota, au uji vile unavyotokota katika chungu linapwaga vile ndivyo litakavyotokota na kuchemka bongo la mtu ambaye atakuwa adhabu yake ni hafifu kuliko wote, ahwa na ahli nnari adhaban yauma alqiyamah.